Msamoe Ruto alikuwa akitoa hotuba yake pale kwenye mazishi ya mwenda zake Bwana Wafula Chebukati. Wacha tuende zaka, wacha tufike huko <tumano> Tufike huko ndiyo hiyo wameyasha tuende tusongeshe pa kwa daraja hapo <tumano> e, ndiyo hiyo lori wameyasha tufikisha hapo kwa daraja <tumano> pita, pita hii. Pita hii. Hii motorbike. Ni kule kutakuwa kutakuwa na na confusion pitaiok Naam, hujambo kokote uliko na karibu tena kwenye habari zetu za sasa. Um, mida michache tu baada ya kumzika mwenda zake Bwana Wafula Chebukati. Uh, katika sehemu hii kumetokea ajali kubwa, na gari ambalo limeweza kusababisha ajali hiyo utaliona mba, limeweza kuwashwa moto uh, gari ambalo linawaka katikati ya barabara limeweza, linasemekana kwamba limeweza kugonga watu kadhaa na wameweza kupoteza maisha yao, kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, na sijui mama nishikie kidogo. Zach, nita, nita, nita hi hey, lipa Na mtazamaji mwema wa Shims Media kama unavyotazama kwenye aa, video yetu ni kwamba midia michache tu baada ya kumzika mwenda zake Bwana Wafula Chebukati kuna ajali ambayo imeweza kutokea sehemu hii ya Kiminini na kama unavyotazama inasemekana kwamba kuna watu ambao tayari wameweza kuyapoteza maisha yao sehemu hii na gari, li, gari ambalo limeweza kuhusika katika ajali hiyo limeweza kuwashwa moto, na hatuelewi ni kipi ambacho kitaweza kufuatia, kwa maana bwana rais bado hajaweza kuondoka sehemu ambayo bwana Wafula Chebukati amekuwa akiweza kupumzishwa. Naam, kama unaweza kujiunga hmm, na sisi pale uh, unaweza ukatueleza ni lipi ambalo labda limeweza kutokea pale kwa bwana Wafula Chebukati uh, mida michache tu kabla ya tukio hili kuweza kutokea.

Naam, kama unavyotazama sehemu hii tayari ajali imeweza kutokea sehemu hii ya Kiminini, na ni mida mchache tu baada ya bwana Wafula Chebukati kuweza kupumzishwa. Hatujui ni kipi ambalo kitafuatia, acha tusonge karibu, tuone mili za wenda zao ni zinaweza kubebwa na Naam kama unaweza kama unavyotazama una kwenye video yangu ni kwamba gari ambalo limeweza kusababisha tukio hili uh, tayari ndio hili limeweza kuwashwa moto sehemu hii ya Kiminini uh, mita michache tu uh, kuelekea nyumbani kwake bwana Wafula Chebukati. <coughs> wamempiga polisi, ndi anampiga oh. Sehemu ya ajali ni sehemu hii kama unavyotazama sehemu hii. Ah, inasemekana hiyo ajali imefanyika katika sehemu hii kama unavyotazama kwenye video yangu. Hii gari ilikuwa inatokea huko juu. Huko. Sasa ilikuja kwa finya hapa. Alikuwa anajaribu ku help, alikuwa imekata. <coughs>

yawote ni kuwaribia a wenyamahitu wamekufa, si mzuri nafadhalini nini imeweza kutokea katika sehemu hii hii. gari ilikuja kutokana kule juu ikakuja, ikapoteza na ilipopoteza ikapata wa pikipiki kando kulus, na wale ambao wanauza maji wakipanda mlima nikakuja ukapata from Noro walikuwa mkono wao okay. Okay. Na hii gari imetoka huku ilikuwa inaelekea omu yango, ni hayo. Okay, nam mwendo wa saa saba na dakika 45 hivi, trela ile ambalo linaonekana pale nyuma linateketezwa nilikuwa natoka upande wa Webuye likielekea Kitale, kukaribia kwenye daraja hili lililoko karibu ya Kiminini, katikati ya Kiminini na Matunda, likakosa mwelekeo na likapita mkono wa pili na kukutana moja kwa moja na waendesha pikipiki piki, e, wawili ambao walikuwa naelekea upande ambao lori imetokea lakini la ajabu ni kwamba lori liingia upande wao lika cross lami likawaenda nao ikawagonga likabingiria hadi hadi kwenye mtaro wa kuunganisha daraja. Ukweli ni kwamba lori ilitoka side ambayo itakana itumike ikapita upande wa pili, ndiye ikaweza kukutana hawa ana kwa ana. Na sisi tukiwa pale, tulijaribu kumwokoa mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye lori hilo, na kamepelekwa katika hospitali ya hapa mjini Kiminini kwa matibabu, lakini waendesha pikipiki piki waliokuwa na mmoja alikuwa ameadhiri, basi wao walifariki papo hapo. Miili tatu imekwisha tolewa na imepelekwa katika makafani hapa Kiminini. Tukio hili uh, kulingana na tukio hili limetokea kabla watu wakiwa wanatoka kwa mazishi ya mwenda zake bwana Wafula Chebukati. Au kabla ajali hii imetokea, wakati u, u, ambapo rais amekuwa ameanza me, hotuba yake kule kwa Chebukati, na sisi hapa ajali ikatokea. Kwa hivyo kakawa, ikawa vigumu sana, maanake maafisa wa usalama kama unavyojua rais amekuwa hapa maafisa wa usalama hawapo. Tumejaribu kuwatafuta, kuchelewa, kuchelewa chelewa, wakafika kama wamechelewa, lakini ajali uh, yenyewe imekwisha tokea wakati mmoja, eh, na ule wakati ambapo rais alikuwa anatoa hotuba yake ule kwa mazishi ya Wafula Chebukati. Yes. Yes. Labda mwingine mmoja mwenye mwingine anataka kuongea Yes. Andapojuna <laughs> siniwe, <laughs> utaanza kwa majina yako utueleze tukio, utaanza kwa, kwa majina utuambie tukio hili limetukia kivipi? nam kwa majina, mimi naitwa Clinton Siniu. Na hili tukio limetokea wakati gari lenyewe inajaribu ku overtake na inaenda kumtunga bayo si yake. Mimi kiukweli Many <laughs> lakini hard, hard challenge. A mimi naweza omba serikali tuwekee matrafic hapa waweze kutuangalia sana kwa hii daraja zinapita kwa, kwa kasi sana. Yaani hata mtu ya pikipiki anaenda kwa, kwa stress, yani anakuwa st maneno. <laughs> Na mtazamaji wangu, kama unavyotazama kwenye video ni kwamba hii ndio sehemu ya tukio kamili, na manusura inasemekana kwamba nusura ni mmoja tu, watatu tayari wameaga dunia papo hapo. Dereva aliyokuwa kwenye gari hilo ameweza kimbizwa hospitalini Kiminini, na kulingana na baadhi ya mmoja ambaye aliweza kushuhudia tukio hilo anasema kwamba dereva eh, kichwa chake kiliweza kupasuka na akaweza kimbizwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Na kulingana na waliojua wanasema kwamba tukio hili limeweza kutokea wakati bwana Rais William Samoe Ruto alikuwa akitoa hotuba yake pale kwenye mazishi ya mwenda zake bwana Wafula Chebukati.

Wanaogopa mafuta, mafuta, yezi lipuka. ao ina zoom. Ukikua karibu uwezi. Tumekuwa tukioji tumekuwa tukiwaoji pale wow. Sijui si tuende, tuende pale ni make statement kidogo. Shika hivi <tum>

na, na mtazamaji wangu, mambo yako, kama unavyotazama nyuma yangu lori ambalo limeweza kuwashwa moto. Unasonga karibu au focus. Lori, amba, sa, atu, atu sawa, sawa. Lori ambalo limeweza kuwashwa moto nyuma yangu linasemekana kwamba limeweza kuhusika katika ajali, na katika ajali hiyo ambayo ilikuwa ya pikipiki piki mbili pikipiki piki hizo zilikuwa zimewabeba watu, na watu hao inasemekana kwamba wameweza kupoteza maisha yao papo hapo. Uh, japo kuna nusura moja ambaye inasemekana kwamba ameweza kupelekwa katika hospitali eh, sehemu hii ya Kiminini. Ikumbukwe kutoka sehemu hii kuelekea sehemu ambako mazishi ya mwenda zake Bwana Wafula Chebukati uh, ni karibia kilomita tatu. Na wakati wa ajali huu, kulingana na mmoja wa wale ambao tumeweza kuzungumza nao hapa, wametuambia kwamba ajali hii imeweza kutokea eh, wakati rais Daktari William Samoi Ruto alipoanza kutoa hotuba yake pale kwa mazishi ya Bwana Wafula Chebukati. Kwa sasa hivi hakuja ha, kuwa na polisi sehemu hii. Askari hawajakuwa sehemu hii wakati wa tukio kwa maana eh, wamekuwa wa, wa, wa pale nyumbani kwa bwana Wafula Chebukati eh, wakiwa pale na bwana rais na wakazi wa sehemu hii, wanaweza kulilia serikali kwamba eh, wakati wa tukio kama hili wanahitaji ulinzi, wanahitaji uh, polisi wawe ambao wanaweza kushughulikia. Kwa maana iwapo polisi wangekuwepo, labda tendo kama hili ambalo tunalitazama nyuma yangu huenda uh, halingetokea, labda ushahidi ambao huenda umeweza kufichwa kwa kuweza kuteketeza gari hili huenda hautaweza kupatikana. So uh, kile ambacho tunaomba tu, tunaomba serikali iweze kufuatilia tukio hili na watu wote ambao wameweza kuhusika waweze kupata haki.